Mpaka muda huu unavyoongea mimi na Zai ni official mtu na mume wake ni wanandoa. Kwa upande wangu mimi nashukuru Mungu, jambo limeisha salama alhamdulillah, japo kulikuwa <laughs> na changamoto moja mbili tatu kwa sababu tulipanga kufunga ndoa saa saba baada ya swala ya juma, na niliamka mapema sana kwenda saluni kufanya makeup na kila kitu Saa tano hivi nikawa nimesharudi nyumbani namsubiri mume wangu na wageni wengine kwa ajili ya kufunga ndoa, ila muda ukapita, saa saba ikapita, watu hawaji, nikawa namsumbua kwenye simu, kwapi? Tuko njiani, tuko njiani. So ilinikata nikawa najisikia vibaya, kwanza nilikuwa namwambia yaani, natamani uwahi tufunge ndoa ili jambo liishe nipumzike, yaani nilikuwa nimechoka sana, kwa sababu sikupumzika almost siku tatu. Kwa kuna muda nikawa nime panic, nampigia simu, nikawapa ndugu zangu namba yake, wamtafute, namba ngeni yapokei. Yaani sikuwa sawa kusema kweli, lakini hivo tulikubali kufunga ndoa sa saa saba, wamekuja saa kumi, saa kumi kuunda imepita saa kumi, so haikuwa rahisi kwangu, nikuwa najisikia vibaya, nikuwa kwanza nimechoka and wasiwasi kwanza nilisikia mtu ameshika maiki akatangaza kwamba